Zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi ya hivi majuzi ya jeshi la Rapid Support Forces RSF katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Hii ni kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa UN. Wiki iliyopita, RSF ilizindua mashambulizi makali ya ardhini na angani kwenye kambi ya wakimbizi zinazozunguka mji wa zinazo El Fasha katika jaribio la kuteka mji mkuu wa mwisho wa jimbo la Darfur unaoshikiliwa na mpinzani wao ambayo ni jeshi la Sudan. Sudan. Pande hizi mbili zinazozozana zimekuwa katika mapigano ya umwagikaji damu tangu Aprili mwaka 2023. Hii limesababisha mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani na kuwalazimu mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao Laki, Umoja wa Mataifa ulisema kuwa umethibitisha mauaji ya watu mia moja arobaini na nane kati ya Alhamisi na Jumamosi, lakini ikaonya kuwa idadi hiyo ni kubwa zaidi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, takriban wafanyakazi tisa wa mashirika ya kutoa misaada ya kibinadamu walikuwa miongoni mwa waliouawa. Two years since the onset of the war Sudan has now become the world's largest hunger crisis

Zamzam na Abu Shouk zinatoa makazi ya muda kwa zaidi ya watu elfu mia saba wengi wao wakiwa wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, RSF ilisema haihusiki na mashambulizi dhidi ya raia na kwamba matukio ya mauaji huko Zamzam yaliandaliwa kuharibia sifa vikosi vyake. El Fasher ni mji mkuu wa mwisho huko Darfur chini ya udhibiti wa jeshi na umekuwa ukizingirwa na RSF kwa wiki moja. Vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vitaingia mwaka wake wa tatu siku ya Jumanne. Kevin Sewe, Mwanzo TV.